Kundi la kwanza la umri wa mtoto ambao nataka tu tujadili ni kundi la umri wa miaka sifuri mpaka umri wa miaka minne. Hapa mtoto akiwa mchanga kabisa mpaka akiwa na miaka minne, huu hiki ni kipindi ambacho tunaita ni kipindi cha utambulisho. Yaani hapa mtoto ana anda, ana ana, ana anatambulishwa kwenye mazingira ambayo atayaishi. Kwenye hiki kipindi mtoto haelewi kitu sahihi na kitu ambacho sio sahihi. Kwake yeye picha anazoziona na sauti anazozisikia hivyo ndivyo vinavyo shape ulimwengu wake. Hello, hivyo ndivyo vina shape nini? Ulimwengu wake, ulimwengu wa mtoto unakuwa shape katika yake kipindi, ana absorb everything ananyonya kila kitu anachokipata, kama kilivyo. Hakichuji, hakikosoi, hakipingi. Na binafsi huwa nahisi hiki ni kipindi hatari sana, kwa sababu hiki kipindi ni kipindi ambacho mtoto anaona kila kitu kwake ni nini? Ni sawa. Tho ni kipindi ambacho wazazi wengi huwa wanapuuzia. Sikutana na kesi za wazazi anasema, "Ah, mimi mtoto wangu nimelala naye, nimelala naye, eh hey, ni naishi okay? na baba yake, na nimelala na mtoto wangu paka kiwa na miaka mitatu hivi. Tulikuwa tunalala naye kitanda kimoja." E, mlikuwa mnafanyaje mkiwa mnalala? Ah, tulikuwa tunaendelea tu, ni mdogo, haelewi. Halo. Ya wewe msikieni. Ni mdogo. Haelewi. Yes, haelewi lakini ana absorb picture Anakusanya, ana picha za mambo yanayopita kwenye macho yake. Anaweza asielewe, lakini unaweza ukajikuta siku moja anaangalia TV akakuta mwanamke na mwanamume wamelala kitandani, akajikuta ana connect with some memories ambazo hajui zilitokea wapi, lakini ziko ndani mwake na baadaye akawa na tabia fulani fulani. Ukajikuta mtoto ana miaka minne mitano, ana tabia za ajabu. Kazitoa wapi? We ulikuwa nahisi mtoto ni mdogo. Ona makosa ambayo watu wanafanyaga, mtoto ni mdogo, mtoto ni mdogo, lakini subconscious mind yake, kuna kitu tunaita subconscious. Kwenye takuelezea kidogo ni subconscious, maanake ni subconscious mind yake, mind, subconscious mind inanyonya taarifa. Na sasa kwa ajili ya kukusaidia kuelewa nini maana ya subconscious mind ili kwamba angalau uweze kuelewa, mwanadamu ana sehemu mbili za kuchakata kumbukumbu au taarifa anazozipata. Sehemu ya kwanza tunaitaga ni conscious mind. Hii conscious mind ni ubongo pamoja na milango mitano ya fahamu. Taarifa ambazo tunazikusanya na kuzitafakari hapa kichwani, hii ndio tunaita conscious mind. Conscious mind ni sehemu ambayo tunachakata zile taarifa za muda mfupi lakini chochote ambacho kinakaa kwenye conscious mind, kwenye ubongo wa mwanadamu kwa muda mrefu huwa kinaingia kinaenda kwenye kitu inaitwa subconscious mind. Subconscious mind ni eneo ambalo linatunza taarifa ambazo zinakuwa regarded as very important information kwa sababu zimekaa hapa juu kwa muda mrefu. Halo, ngoja nifundishe taratibu nisije nikawachanganya. <laughs> Taarifa zozote zinazokaa kwenye akili yako kwa muda mrefu kazitafakari sana huwa zinakuwa regarded as very important information, na kwa sababu ni very important information, taarifa za muhimu sana huwa zinapelekwa kwenye sehemu inaitwa subconscious mind au sehemu ambayo tunatunza taarifa za muda mrefu ambazo tunaamini tunaweza tukazitumia kwa siku zijazo. Sasa subconscious mind ya mtu ndio inayotawala vitendo vyake vyote, kwa hiyo kila kitendo anachokifanya mtu kinatokana na taarifa ambazo zilipelekwa ndani mwake, kwa sababu zilikuwa zinaaminika ni taarifa za msingi na za muhimu, kwa hiyo zikaenda kutunzwa ili kwamba ziweze kutumika, na hizo ndio zinamfanya mtu ana act in a certain way. Sasa angalia ikiwa mtu amekuchukia ameku, amekuumiza kwa mfano, si ndio, amekufanyia kitu kibaya ukaumia na ukamwaza yule mtu kwa muda mrefu, si ndio Alafu tukaanza kuamshumu kwamba yule mtu ni, ni taarifa muhimu sana yani, kile unachokiwaza kwa habari ya yule mtu ni kitu cha muhimu sana kikaenda kwenye subconscious mind. Alafu baadaye hii subconscious mind ikaanza kutawala vitendo vyako dhidi ya yule mtu. Nini kinatokea? Unaweza ukajikuta kwenye akili yako unaashumu ulishamsamehe yule mtu, hamna shida kabisa na yule mtu, lakini akitokea akitokea unahisi yeah. yani... <laughs> lakini <ilisha> msamehe, ila <laughs> ila unajikuta you act in a certain way ambayo it's like kuna kitu kuhusu yule mtu hujawahi kum- kumkubali kum. Ila alikukosea miaka kumi iliyopita au miaka ishirini iliyopita, lakini mpaka leo japokuwa kichwani mwako homwazi, ila akitokea una react in a certain way. Halo, sijui kama tunaelewana kuna yale matukio ambayo tuliwahi kufanyiwa kwenye maisha yetu, yakaikaa kwenye kile, tukawaza tukawaza tukawaza, alafu yakaingia kwenye subconscious. Hapa kichwani hayapo, ila huku ndani yapo. Unajikuta tu unajikuta tu mwili, kuna wakati una freeze, ukimwona mtu fulani. Nilishamsamehe, lakini bado kuna shida ipo ndani. Halo, bado shida ipo ndani. Kwa bahati mbaya, taarifa zikishaingia kwenye subconscious, huwa akili yako hii haiwezi kuzicontrol zenyewe. Zinajicontrol zenyewe. Maana kuna wanawake wengine wanaweza kukuta binti anaendelea kuzeeka, hataki kuolewa, mi kuolewa hapana, wanaume hmm. Wanaume, tumeuliza wanaume vipi? Unakuja kugundua alishuhudiaga pengine baba na mama yake wakinyanya sana, kweli. kwa hiyo ile taarifa ilishaingia kule ndani. Akikaa hivi na mwanaume anamwona, hii ee, sura huyu mwanaume huyu lazima naye ni mnyanyasaji. Umeelewa <laughs> eh? anaona huyu tu ni mnyanyasaji, kwa sababu kwa sababu tayari kuna taarifa ipo kwenye subconscious mind ambayo ina imeshajijengea picha kwamba wanaume hapana, ila hilo tukio lilitokea miaka 30 iliyopita. That's how subconscious mind works, inakuwa it, inakucontrol Automatic. Sasa, hatari ni kwamba mtoto anapokuwa katika umri huu, conscious mind yake inakuwa inactive, haifanyi kazi. Inakuwa active ni subconscious. Unaona balaa lilipo eh? Unaona balaa lilipo eh? Katika huu umri, conscious mind hii akili na macho na masikio na hizi taarifa hizi anazozichakata hazifanyi kinachofanya kazi ni subconscious mind na yenye ndio ina control nini vitendo. Wapendwa, tupo sawa sawa? Kwa hiyo hapa unakuwa na mtoto ambaye ana taarifa nyingi huku ndani na hawala hajui ziliingiaje kwenye umri ambao tunasemaga mtoto haelewi. Haelewi kweli, lakini haina maana haviingiwi, vinajitunzaga huku. Sasa shida ya kufanya vitu bila kuelewa kitu ni kwamba kuna wakati atakutana na balaa huko la tabia fulani, atakuwa anakosa connection kabisa. Ndio ile anasema hivi, nadhani mimi natural nipo hivyo, nimezaliwa hivyo. Hajazaliwa hivyo, kuna kitu kilitokea wakati conscious mind yake ilikuwa haipo active ila subconscious ikasema ikatunza, anakuwa na tabia, akijaribu ku trace haelewi imetokea wapi, ana conclude ya kwamba ndivyo alivyozaliwa. Simesikia kuna watu wanasema mi nimezaliwa hivi hivi. Ah ah, hajazaliwa hivyo hivyo, hakunaga mtu aliyezaliwa na tabia za ajabu ajabu. Hello, huu umri kuna mchezo mgumu sana hapa. Naelewana, jamani. Kwa hiyo usidharau kabisa taarifa ambazo unazipandikiza kwa mtoto wako at this age, kwa sababu hapa una shepu ulimwengu wake, unamuonyesha nini, anaangalia nini, anasikia nini. Kuna wale wa mama wanajuaga kuna ile kitoto kichanga, lakini kuna namna ukikikazia sura eh? kinajua hapa mama amefanyaje, amekasirika. Kichanga kabisa una kikazia hivi sura, kinaacha kulia au kinaongeza kulia? Ile taswira ile huwa inaendaga inakuwa nayo kiasi kwamba hata kakiwa kakubwa ka, kubwa kana miaka sita saba ukikakazia sura hivi kanajua um, kumekucha, lakini ulianza nacho kwanzia nini? Kachanga kabisa kama akaelewi, lakini kalisave ile information Hatimaya sana umri tunaupuziaga sana, lakini ni very important age.